Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu, wapenzi wa kripu za babu Haji, asante sana, nawapenda sana leo. Nawaletia kipindi uh, kitakachosema habari za ni jinsi gani unaweza ukawasiliana na kiumbe wako uh, wewe mwenyewe kiumbe wako wewe mwenyewe, insha allahu taala unaweza ukawasiliana naye. E, na gani ni jinshi gani na utaratibu ni upi wa kuweza kuhudhurisha kiumbe wa aina yoyote. Kuna utofauti, watu tunasema unaweza jini, unaweza ukaita hivi, lakini kuna maandalizi. Kuna watu e, wana tuseme wana, wanakurupuka kufanya e, masaala ya mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya viumbe, lakini viumbe wana taratibu E, zake sasa, nitawapeni utaratibu mmoja baada ya mwingine, ni jinsi gani unaweza kufanya mpaka kuweza kufaulu kumhudhurisha kiumbe na jini au kiumbe au enjo wako, malaika wako, ni yupi ambaye e, anafaa kuweza e, kumtumia, na ni jinsi gani unaweza ukampata au kumjua kwamba huyu e, ndiye malaika wangu au huyu ndiye kiumbe wangu. Kwa kutumia hesabu, kwa kutumia hesabu kamili unaweza ukapiga hesabu zako na ukawa umempata eh, kiumbe wa kutumikia au wa kukufanyia eh, kazi. Mfano kama mimi, ukichukulia mfano eh, wa hii meza, meza hii eh, ni meza ambayo nimeitengeneza, nime special kama eh, madhabahu, madhabahu yangu ya kufanyia masuala ya kuhudhurisha viumbe na kadhalika, na pia vile vile, uh, katika madhabahu hapa ndipo sehemu napoweza kutengenezea uh, chano kwa ajili ya kuweza kuhudhurisha kiumbe. Wameja sana. Nitakayetoa uh, katika clip hii uh, nitakwenda na zikatakata zitakuwa zina namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne mpaka tukapofikia kwamba ni namna gani unaweza ukapiga mahesabu yako ili kuweza uh, kujua unachukua jina lako la, la uliozaliwa ukaitwa, unachukua jina la mama na la bibi kama unataka kutumia uh, wa upande wa umamani, au unaweza ukachukua jina lako la baba na la babu kama unataka kutumia uh, upande wa ubabani, au ukachukua jina lako jina lako wewe. E, jina la bibi la bibi bibi hiza mama na jina la baba inshallah taala, hizi ni ilmu e. Kwanza pia kwanza kabisa, kabla sijaendelea kuzungumza napenda kutoa e, pole kwa wale waliofikwa na majanga katika upande e, wa maandamano. Watu wameandamana. E, watu wamekufa, watu wameuawa, watu wameibiwa. E, huu ulikuwa e, naweza nikasema kwamba ni uvamizi, sio maandamano kwa siyo, e, maandamano, sababu maandamano ni lazima ujipange kimaandamano, na vurugu lazima ujipange kivurugu. Sasa hapa kulipangwa e, kivurugu na wengine e, yapo mambo tuna tunayajua Eh, kwa sababu huwezi kukurupuka tu kumchukia mtu bila sababu yoyote, umeona. Kwa hiyo hawa wana sababu zao ambazo sab si sababu za msingi, sisi hatuzijui, na tunapelekwa tu kama manyumbu bila, eh, kuweza kutafakari kwamba hawa watu hata kama wanakitaka wanachokihitaji wanakipata, je, sisi tuna faida gani? Hakuna isipokuwa. Sasa ndio hivi, ushabiki watu wanapotea, ushabiki watu wamekonda jera, ushabiki watu hawana miguu, ushabiki wengine hawana macho, washabiki wengine hawana vidole, ndio vimekatwa hivyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atunusuru sana e, Wakristo kwa Waislamu tunaombee tufanye dua sana kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na hatari hizi zinazokuja, e, za uchochezi wa watu wa magharibi, na sisi tunaingilia bila kujua kwameja sana ayye msoda yangeni, asante sana. Maelezo nitakayo ya elezea kuhusu uh, eh, krepu hizi ni eh, kanuni za kuita kiumbe. Kwanza kabisa kila kitu kina kanuni yake. Kanuni ya kuita kiumbe, unamuitaje kiumbe? Na kiumbe atakapokuja basi, unatakiwa useme nini na kuna kiumbe ambaye hutakiwi kumsemesha chochote, bali wewe ni kusema shida yako, alafu kisha unamwambia thumma ladanna hu asfara asafiri, eh, aweze uh, kuondoka. Nitawaelekeza mwanzo mpaka mwisho taratibu taratibu, bila kuwachosha kripu moja baada ya nyingine, ili tuweze kuelewana eh, uzuri kabisa. Aha, nasema kanuni ya kwanza ni usafi. Kanuni ya kwanza ni usafi. Usafi, kuna usafi wa roho, usafi wa mwili, usafi wa mahali unapofanyia uh usafi, uh, usafi wa mazingira uh, usafi wa nguo zako wewe mwenyewe. Hiyo ni jambo la kwanza kwa kiumbe wa aina yoyote. Utakapomwita kiumbe na akaja ukiwa wewe ni mchafu, basi ujue anayekuja ni miongoni mwa maafriti, ni miongoni mwa maibris ambaye lazima kwa baadaye atakuja kukudai. Cha kukudai hakuna, mtu ambaye anaweza, anaweza akakubali kukutumikia bila wewe e, kumtumikia. Ndiyo sasa unayaona haya yanazuka e, tunaingia katika maandamano tunaingia katika nini. Kumbe hatujui kuwa kuna watu wengine wanahitaji damu imwangike, ili liwe ni tambiko ya Rabbi, tunusuru Tanzania tuepushe na kila shari zamajini na washintoni na watu ambao wanajigeuza kwao kuwa Mungu mtu ya wa utuepushe nao taala. Hii ni clip ya kwanza tunakwenda am aiemu da yangeni